Habari za sasa hizi, and hopefully ni mzima wa afya popote pale ulipo. Anaitwa Joseph Timothy Tandika, ni architect, msanifu na mbunifu majengo mm. Leo nataka niongelee umuhimu wa ramani na umuhimu wa ushauri kutoka kwa mtaalamu, kutoka kwa architect au mbunifu na msanifu majengo maana, nimekuwa nikiongea na clients halafu watu wote Uh, huwa nawaelezea jambo hilo hilo, nachukua karibia nusu saa mpaka dakika arobaini na kuwaelezea kuhusu ramani. Sasa kuna vitu vingi ambavyo mtaalamu anavifahamu, kuna vitu vingi mtaalamu anatakiwa avijue kutoka kwako pia, ajue kutoka kwenye mazingira ulipo, mazingira ambako kiwanja kipo mazingira yako wewe, jinsi unavyoishi wewe na familia yako. Una familia ya ukubwa gani? Una yani, ikiwezekana mpaka kabila unalotokea, kwa sababu design ina ina, design ina, ina mambo mengi. Design ina uwanja mpana sana, kwa sababu ni vitu ambavyo havipingiki, kwamba kuna baadhi ya familia watoto uh, wana tabia ya, ya, ya, ya, ya, ya kuolea nyumbani. Kuna wengine wazazi wanakuja kuishi na watoto, na ndugu jamaa na marafiki wanakuja kuishi na mtu aliyefanikiwa zaidi. Kwa hiyo tun tunajaribu kujua, yani unavyokuja kwa mtaalam, kuna vitu vingi sana atakuuliza, kuna vitu vingi sana atataka kujua ambavyo vitakusaidia kwa sababu uh, ramani inatakiwa ikupe comfortability. Haijalishi nyumba ni unaishi na watu wangapi, haijaishi umetoka kwenye kabila gani, haijaishi unaishi vipi. Lazima uwe comfortable kwenye nyumba uliyojenga, lazima kuwe na mpangilio mzuri wa spaces. Spaces ni kimaanisha sebule, choo, vyumba, jiko, store, spaces. Yani vitu ambavyo vina features ambazo ziko ndani ya nyumba. Lazima design izingatie running cost ya nyumba. Lazima design izingatie land utilization, yani matumizi ya ardhi ambayo umeitoa uh, kulingana na matakwa ya mteja. Lazima uangalie construction cost view na uangalie, design inatakiwa ku serve purpose. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ya kuzingatia kwenye design ambayo mtu wa kawaida kuyajua ni ngumu. Mimi ni architect, siwezi kujua mambo ya mwanasheria siwezi nikajua mambo ya labda journalist, waandishi wa habari, sijui ethics zao zikoje, sijui anatakiwa kufanya nini, sijui maswali anaotakiwa kuli, lakini ninajua mteja client anatakiwa apate nini ili apate nyumba ya ndoto zake. Kwa hiyo kuna nimetengeneza nimetengeneza hii video kwa ajili ya kuelimisha watu, kwa ajili ya kuwapa watu elimu na kuwapa watu idea nini ambacho ambacho kinatakiwa generally kwenye design. Na kama uko interested na kujenga, tenga muda sikiliza iza, iwe nyumba ya ndoto zako, iwe nyumba ya kuanzia maisha, kiwe chochote kile, tenga muda sikiliza. Nitakuwa natuma okay, nitatuma Instagram lakini nitatuma na, na YouTube pia, kwa sababu kuna video zingine zinaweza zikawa ndefu, zinaweza zikaenda dakika kumi na tano, dakika ishirini, kwa sababu nyumba, mimi naamini ni mmoja ya kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya binadamu, ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Nyumba, magari na vitu vingine, na biashara, hivyo vitu vingine vyote vipo, lakini nyumba makazi ni moja kati ya vitu vya muhimu sana. Kwa hiyo kama una mpango wa kujenga one day, maanishi leo, usimaanishi kesho, tenga muda wako, hata elimu, ili ujue unakuja kumiliki nyumba ya namna gani. Nitaongea in series, uweze kuongea vitu vyote ndani ya video moja. Nitaongea in series, leo nitaongea hichi, kesho nitaongea kitu kingine, lakini Kabla sijaanza kabla sijaanza rasmi uh, kuna ramani tatu. Hapa ni ramani moja, lakini ni arrangement tatu tofauti. Sasa ninacho nacho kisema kwamba umuhimu wa ramani moja, umuhimu wa kumshauri mtaalam, umuhimu wa ushauri kutoka kwa mtaalam consultation, hiko ni kitu kingine. Sasa nataka nipite kwenye hizi ramani ni kuonyeshe kwanini nasema umuhimu wa ramani na umuhimu wa, wa, wa, wa ushauri kutoka kwa mtaalamu. Sasa tukianza na ramani namba moja a, ramani namba moja ni ni master bedroom ni, sikutaka niweke ramani nzima, sikutaka kuweka ramani yote kwa sababu tutafika huko, nataka nianze na chumba kimoja kwanza. Tutafika huko kwenye ramani nzima, kwenye ramani yote, na tutakuwa tuta, tunaangalia hii so, ni master bedroom. Okay? Na kama ukiangalia hii ipo mwisho wa ni master bedroom ipo mwisho waiio, sasa tuite master bedroom number 1 kwa sababu zita hizo zingine nazo ni master bedroom. Tuite master bedroom number 1 ambayo hii master bedroom ni mtu tu amecholewa ame, amewekewa chumba sawa. So, amewekewa chumba tu kina uwazi ambacho yeye mwenyewe client ndo atapangilia namna gani uh, auapangilie vitu vyake, aweke kabati, aweke vitu vyake umwe ndani. Kwa, kwa jicho la kawaida, unaweza kusema ni chumba kimekamilika, lakini mtaalamu au mtu ambaye naelewa na, na, na, na kinachoendelea atakuuliza kwanini umlango umekaa hapa kati, kwa sababu umlango umekaa kati, lakini eh, actually, unavofunguka kitanda chote kinaonekana. Sasa mlango kwa kawaida hautakiwi kitanda kionekane, unavyofunguka hakitakiwi chumba kionekane. Mlango unatakiwa unavyofunguka, unaelekea upande ambao hakuna mazingira, yani hakuna, kuna chumba takuonyesha kwenye kwenye vyumba vingine. Kwa hiyo kuna kosa namba moja hapa kosa namba moja uh, tunakuta tena. Tunakuta tena. Ndio, hiki ni chumba kikubwa kina madirisha, kina dirisha la kwanza, dirisha la pili. Sasa, kwa chumba kama hichi, unaweza kusema madirisha mawili ni sawa, na madirisha mawili ni sawa kweli, uweze kuweka madirisha manne kwenye chumba kama hichi lakini unatakiwa uangalie namna gani, kuna mzunguko wa hewa. Hewa inazunguka vipi humu ndani? Kwa hiyo sasa, kitendo cha madirisha yote mawili kukaa upande mmoja nacho ni kosa. Dirisha la kwanza na dirisha la pili kukaa sehemu moja, nayo kwa nini akae upande mmoja? Hiyo inapunguza uh, inapunguza circulation ya hewa kwa hiyo sasa bado, mtu, anakuwa, mtu anakuwa hajui, lakini hiki chumba running cost lazima ziongezeke, lazima utumie feni au AC. Running cost za nyumba lazima ziongezeke, kwa hiyo utahitaji feni, na utahitaji feni irani kwenye namba kubwa ili pulizie upepo mwingi ili kuweze kuwa na mzunguko wa hewa. Kwa hiyo kwa sasa umepata chumba kikubwa, unataka master bedroom kubwa lakini umepata chumba kikubwa alafu mwishoni hiki chumba na lazima kikusumbue, yani lazima kikusumbue kwa namna moja au nyingine, ila hutojua yaani, ubaya ni kwamba unaweza ukajua na unaweza usijue, ila ukawa unateseka maisha yako yote kwa sababu tu hukumshirikisha mtaalamu, hukumshirikisha mtaalamu. Na hata kama ulimshirikisha mtaalamu kuna namna hukujua umuhimu wa ramani. Navyosema kujua umuhimu wa ramani naongelea hata, hata the amount you are willing to pay ili kupata hiyo ramani, yani kiasi cha fedha ambacho mtu upo tayari kulipa ili kuchorewa ramani. Kwa sababu kuna watu wanaamini, kuna ramani za elfu hamsini kuna ramani za laki moja, laki na nusu, laki mbili. Hizo yani, price kwa Tanzania saizi kutokana na ugumu wa maisha, kuna wataalamu wanaweza kuchorea ramani kwa laki, kwa laki mbili ni hela ndogo sana, lakini kuna mtu anaweza kuchorea ramani. Ila ni kweli nyumba ambayo unaijenga kwa milioni sabini themanini milioni mia milioni mia tatu milioni mia nne ni kweli unaweza kulipa laki mbili ili upate ramani ya nyumba ya milioni hata tuseme milioni arobaini unatoa laki mbili upewe ramani ya nyumba ya milioni arobaini. Lakini utapewa tena, hata elfu hamsini utapewa, ila kwa nini ujutie? Utakuja kujutia at the end of the day. Ramani ndo mwanzo wa ujenzi, usizalau ramani ukaheshimu nondo, kokoto na simenti. Maana watu wengi wanaona kokoto, simenti, nondo ndo vitu vyenye umuhimu kuliko ramani. Kwa hiyo mtu yuko tayari atoe milioni moja na nusu anonue simenti anunue nondo, anaona ndo ramani ya ndo ujenzi umeanza, lakini ujenzi unaanza kwenye ramani, ujenzi unaanza kwenye ramani hii okay. Ni room number one ambayo iko kwenye corridor, ipo plain. Let's see room number master bedroom.